Zaidi ya mwezi mmoja sasa tangu wanaharakati Bob Njagi na Nicolas Oyo kutekwa nyara nchini Uganda, serikali imeelezea wasiwasi wake kuhusiana na kimya cha serikali ya Uganda, licha ya nyaraka mbalimbali na mazungumzo kati ya mabalozi wa nchi hizo mbili. Kupitia barua iliyoandikwa na mkuu wa mawaziri Musalemudavadi kwa waziri wa masuala ya kigeni wa Uganda Jenerali Odongo Jeje Abubakar, Mudavadi amelalamikia kukosa majibu kutoka kwa serikali ya Uganda kuhusiana na waliko wawili hao. Mudavadi ameelezea kuwa wawili hao waliripotiwa kutekwa nyara na watu waliokuwa wamejihami kwenye kituo cha mafuta eneo la Kira katika wilaya ya wa Wakiso na hadi sasa hawajulikani waliko. Aidha, Mudavadi ameelezea kuwa tukio hilo limezua wasiwasi mkubwa humu nchini na haswa kwa familia za wawili hao, jambo ambalo limevutia shutuma kutoka kwa mashirika ya haki ya humu nchini na kimataifa. Mudavadi ameongeza kuwa japo mahakama ya Uganda ilitupilia mbali kesi ya kuitaka serikali kuwawasilisha, hatua hiyo imefanya kupatikana kwa wawili hao kwa jambo kuwa jambo la dharura zaidi.